Hata baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kuapishwa rasmi, hali nchini Tanzania bado ni tete. Watu wengi wanaonekana wajaridhishwa, wengine wanadai wamechoshwa, na wengine wanatuma ujumbe mzito kwa serikali yao. Leo hapa kwenye Mizuka Media tunakuletea sauti kadhaa tofauti kutoka kwa Watanzania na hata wazalendo wanaoishi nje ya Tanzania, wote wakiongea kuhusu hali halisi ndani ya taifa lao. Naomba usikose hata dakika moja ya video hii, maana utakayoyasikia leo yatafanya utafakari kwa kina zaidi. Kwanza kabisa, tunaanza na huyu mzungu kutoka Tanzania anayeitwa Bongo Zozo ambaye amekuwa balozi wa utalii kwa miaka kadhaa, lakini sasa ameamua kujiuzulu. Kwenye video hii anasema hawezi kuendelea kuwakilisha nchi ambayo kwa maneno yake imepoteza mwelekeo na amani ya wananchi. Hebu tumsikilize kidogo, Bongo Zozo alivyoeleza sababu ya kuacha ubalozi wa utalii wa Tanzania. mimi sijawahi kukatia tamaa Tanzania, lakini naogopa hiyo siku sasa imefika. Nimeumia, nimeumia na nimeumia tena hasa wale watoto waliopoteza maisha yao. Unajua, kabla ya kuanzisha Bongo Zozo, mimi nilikuwa kocha wa mpira wa watoto Iringa na Moshi. E, hawa hawa ni watoto wangu. Kwa miaka ishirini na saba nilizoishi nchini Tanzania sijawahi kuona uvunjifu wa amani na ukosefu wa utu kiasi hicho. Yani, ukiangalia video zinazosambaa mitandaoni yani unasema hii sio Tanzania tunaojua sisi. Kama Somalia, kama Somalia. Najitahidi kuongea kwa heshima, lakini siwezi kuridhika nikiona risasi zinatumika kwa raia. Mbona kuna njia nyingi ya kuzuia ya kudhibiti vurugu mtaani? Kuna kuwapiga na maji, kuna mabomu ya machozi, lakini risasi imenilaza chini na pinga asilimia mia. Basi uamuzi niliofikia ni kujitoa kwenye kazi ya ubalozi wa utalii kwa Tanzania. Kazi yenyewe nilipokea kwa moyo mkunjufu na nairudisha kwa moyo mzito. Mzito sana na wapenda sana nyew wa Tanzania wote, ila inaniwia vigumu kupeperusha bendera na kutangaza Tanzania kama sio nchi ya amani na utu. Sasa tusogee nje ya Tanzania ambako mwanadada huyu Mtanzania anayeishi nje ya nchi ana ujumbe mzito kwa serikali. Anaeleza kuwa licha ya vitisho na ukamataji unaoendelea, vijana wa Tanzania hawatanyamaza na hawatakubali kunyimwa haki yao ya kusema. Mara mbovu, mnakumbuka huyu nani? Huyu anajiita si jaji, jaji wa serikali kamwambia nienda katishetishe Mange, kamtishetishe Mange. Nao wenzie mtandaoni eh, wakinalechodangwa ukawa tishe tishe, ukiwa tishatisha iwende, wakaogopa? Ndio yule msenge baridi, akaja. Yuko wapi msenge? Ngojeni, ndio huyo msenge baridi amekuja. Oh, jamani, tunasema Mange ndio akawa anajiongesha kama ingizo mbromatakoni. We msenge, ngoja tukwambie, kumra mamako. Kumtisha kamtishe Samii ile mtombesha na Abduli aliyekufira, kumra mamako, upo kuma nyoko zako kabisa. Samia ndo kamwambia katishe tishe. Mange, na unajua mshitija Mange wakina lecho dango, watu wataogopa? mtishe lecho dango, eh, na huyo sijui Amina, si wakina nani, watu wataogopa? wewe nani kasema wakina Maria, wote hao kina Maria wataogopa? wakina nani, watu wataogopa? nani amesema ukimtisha lecho dango watu wataogopa? nani kasema maraya? tuna nyie, tunasema tena, tunanyie mpaka kueleweka, mtakufa mpaka tuwaue mbwa nyie kabisa. Lakini kauli ambayo imevuma zaidi mtandaoni ni kutoka kwa Mange Kimambi, dada wa taifa. Kwanza alishauri serikali ya Samia isikilizwe wananchi wake, badala ya kuonyesha ujasiri wa kupuuza sauti za wengi. Sikilizeni, wananchi, tarehe tisa Disemba, mnaweza mkaizuia kwa kutoa haki. Wanataka haki, hawataki nyie mfanye maridhiano na upinzani, sijui ni nini wao wanachotaka ni haki, na mtaitoa hii. Janjajanja mnataka kufanya maridhiano, haitoleta, haitoenda, haito kusupisha Oktoba tisa. Toeni haki, sikilizeni watu wanachosema. Kikwete, Samia, mnataka kuiba nini tena kwenye nchi? Hivi ni hela gani ambayo mnataka yani, kiasi gani cha hela mnachokitaka kitaka, tuambieni Watanzania, kiasi gani cha hela mnachokitaka kitaka, nyie tuwapeni ili mtuachie, mwiachie nchi, nchi iende kwenye haki, Watanzania waweze kuchagua viongozi wao, katiba mpya iweze kupatikana. Tuambieni kiasi gani kingine mnachotaka, tuwapeni ili mtuwache, tuambieni Jamani, watu wenye akili, watu ambao mnaweza kuongea na ongeeni nao, mwambieni tarehe tisa Desemba inaenda kuwa mbaya zaidi ya hii. Na sasa hivi hawa vijana wa Tanzania wameshajua mnavyokuja, wameshajua mnavyokuja, mnavyokuja. Hakuna tena ile surprise, ile surprise element, wana tayari wanajua mtakujaje.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 Kisha akatokea mwanamke huyu ambaye video yake imezagaa kila mahali mtandaoni. Kwenye video hiyo, anamtaja Rais Samia kama shetani na kudai kuwa ni ujumbe kutoka kwa Mungu. Kauli hii imegawanya mitandao, wengine wanasema ni ukorofi, lakini wengine wanahoji: je, hii ni hasira au ni kilio cha wanaohisi hawasikilizwi tena? Wewe ni shetani, unakunywa damu za watu Mama Samia.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 Kilio chetu cha Watanzania, Mama Samia, una mamlaka tena juu ya taifa la Tanzania. Ufai tena kwa rais wa Tanzania, tumetengwa mbali na kuolewa, tumehesabiwa haki kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, anguka kwanza sasa. anguka kwanza sasa.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

Ni wazi kwamba baada ya uchaguzi na kuapishwa kwa Rais Samia Suluhu Hassan, bado kuna sauti nyingi ambazo zinahitaji kusikika. Swali ni moja tu, serikali itaendelea kuwapuuza wananchi au itachukua hatua ya kusikiliza maoni yao kabla mambo ya mambo hayajachemka? Niachie maoni yako kwenye comment section. Unadhani Watanzania wamepoteza imani na serikali yao au ni kelele za wachache tu? Usisahau kutufollow au kusubscribe kwa habari zaidi kama hizi. Hapa Mizuka Media hebwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba moja ni mimi, namba mbili ni mimi, namba ni 3 ni mimi nne na tano na waachia nyinyi hapo. Ee bwana, tukutane kwenye video ijayo.